Kama bado ja subscribe kwenye chaneli yetu ya Classic Media 255 subscribe chini ya video hii, na kisha turn on notification button ili uweze kujipatia updates zetu zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. E bana, mwanadada Wema Sepetu ameamua kuanika waziwazi mambo yake yanayoendelea katika maisha yake aliyoweza kuyafanya kwa njia ya private kwa muda mrefu. Na leo ameamua kufunguka na kuvujisha picha zake katika mitandao ya kijamii akiwa amebebelea tumbo lake amelishikilia, akimaanisha kwamba yeye ni mjamzito. Na ujauzito huu umeweza kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii kufuatia Wema Sepetu kuwa na kamdomo katika mitandao ya kijamii na amekiri hilo kwa kusema kwamba sasa hivi hakuna kupoa kwa sababu mimi ni mjamzito mzito na inanipelekea mimi kuzungumza kila jambo ambalo ninalojisikia katika mitandao ya kijamii. Tunakumbuka hapa nyuma Wema Sepetu amekuwa ni mtu ambaye anashambuliwa na maneno na watazamaji katika mitandao ya kijamii kwa sababu zisizoeleweka. Wema Sepetu sasa hivi amehamia South Africa kwa muda mfupi, yeye na Chibaba ambaye ni wozuu kwenda kulea huu ujauzito mpaka ambapo atakapoweza kujifungua ndipo atarudi Tanzania. Na Wema Sepetu amesema jambo jingine ambalo watu walikuwa hawalifahamu. Wema Sepetu amesema kwamba daktari wake aliweza kumshauri moja kati ya mbinu ambayo yeye amekiri kwamba imeweza kuleta matokeo ndani ya muda mfupi. Mbinu hii amesema kwamba kwa wale ambao wana changamoto ambao lilikuwa changamoto zito kama la kwake waweze kumcheck DM ili aweze kuwambia ni mbinu gani ameweza kufanya mpaka akaweza kubeba ujauzito huu, na amekiri na kusema kwamba ujauzito huu lazima mtoto azaliwe kwa sababu amekidhi vigezo vyote ambapo daktari aliweza kumpa. Je, wewe unadhani Wema Sepetu, ni vigezo gani ambavyo daktari wake ameweza kumpa kwa sababu alikuwa akiatendi kliniki ambayo kliniki hii ilikuwa ni special kwa sababu ya daktari wake alivue, alivyoweza kumwambia ni lazima aweze kuripoti katika hii kliniki kwa wiki mara mbili, ili mradi tu jambo hili liweze kufanyiwa check up kwa sababu alikuwa na tatizo zito, na tatizo hili hatimaye limeweza kupatiwa ufumbuzi. Na unahisi kwa upande mwingine, Wema Sepetu sasa hivi anadanganya au ni kiki tu? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimzodoa katika mitandao ya kijamii pale ambapo anaposti picha zake, ambapo wakiwa anasema yeye ni mjamzito, na hatimaye baada ya kipindi kifupi anaonekana sio mjamzito tena. Ila hili la sasa hivi linaonekana ni jambo la serious, kwa sababu mpaka mtu kuchukua uamuzi wa kuhamia sehemu nyingine kwa ajili ya mapumziko ya huu ujauzito ni jambo ambalo liko serious kwa sasa hivi. Tuachie maoni yako ndani ya comment section na vile vile usisahau kusubscribe, ku like na turn on notification. Niseme bye bye mpaka wakati mwingine.